Kwa watu fulani ni kwa watakatifu, basi na iwe na na kwako, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uhusiano wako na Mungu ni njia nzuri ya kupambana na watesi. Kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Jambo la pili, au njia ya pili ya kukusaidia kushughulika na watesi kwa wepesi njia ya pili ya kukusaidia kushughulika na watesi kwa wepesi, andika: jiwekee utaratibu wa kutii maelekezo. Jiwekee utaratibu wa kutii maelekezo ya sadaka unayowekewa moyoni. Jiwekee utaratibu wa kutii maelekezo ya sadaka unayowekewa moyoni ili madhabahu iweze kukusaidia mahali ambapo unatakiwa usaidike. Jiweke utaratibu wa kutii maelekezo ya sadaka unayowekewa moyoni ili madhabahu iweze kukusaidia mahali ambapo unatakiwa usaidike. Hili ni jambo la kujizoeza, ni jambo la kujitahidi, ni jambo la kujiwekea utaratibu, ni jambo la kujiapisha kwamba Mungu ukinipa maelekezo nisaidie kuyatii. Watu wengi, watesi wanatushinda na tunakosa kusaidiwa na Bwana kwa sababu wakati mwingine tunashindwa kutii, na unakumbuka hata kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya ishirini na nane anazungumza kwamba utakaposikia na kutii, ukisikia na kutii, ndipo baraka zile zitakujilia na kukupata. Kwa hiyo wakati mwingine ni muhimu wewe mwenyewe ujiwekee utaratibu wa kutii maelekezo ya sadaka unayowekewa moyoni, ili madhabahu iweze kukusaidia mahali ambapo unatakiwa usaidike na kama ambavyo tunajiandaa kwa ibada yetu kubwa ya siku ile ya Jumapili ambapo tutakuwa tukifanya harambee kubwa hapa, ni muhimu ujue kwamba kila mmoja, kulingana na hali yako na namna ambavyo Mungu anakujua, lakini na namna ambavyo Mungu anataka kukusaidia, moyoni atakuwekea maelekezo moyoni atakusemesha jambo la kufanya. Kuna wengine tunaposemeshwa wakati mwingine tunanyoosha mikono, kwa wengine tunasema, ah, usharika huu una wazito wengi, bwana, hili jambo litaisha hata kama mimi sifanye chochote. Umesemeshwa wakati mwingine utoe kitu ambacho wakati mwingine ndio hicho hicho unacho, lakini wakati wewe unatakiwa kutoa elfu hamsini ambayo ndio hiyo hiyo tu peke yake kwenye hiyo pochi na unasubiri mwisho wa mwezi na bado ni mbali. Kuna wenzako wanakuja wanasema, mimi nitatoa milioni kumi. Alafu wakati mwingine ukajidharau kwamba hey, mimi nimeambiwa hii mili, I mean hii laki uh, uh, labda elfu hamsini. Alafu wenzangu wametoa milioni kumi, acha tu wao watoe, mimi nibaki. No, kila mmoja ambaye Mungu anamwekea maelekezo ya sadaka moyoni, kuna jambo anataka kumsaidia mbele yake kwa levo yake na kwa namna ambavyo Mungu anaona huyu mtu anatakiwa kusaidika kwao. Jiwekee utaratibu, jiwekee utaratibu wakuti, wa kutii. Bwana Yesu asifiwe. Jana kuna mama mmoja hapa, sitazungumza habari zake, lakini akanisemesha jambo muhimu sana ambalo nikafurahia wakati uh, ninaandaa hili somo, na jana nikajiuliza kwamba Mungu amegundua hiki kitu kinatakiwa kimsaidie mtu. Akanieleza namna ambavyo Jumapili ameenda ibadani, na anafika ibadani, wakati amekaa ibadani, moyoni akaanza kusikia maelekezo ya kutoa sadaka, ambayo ile sadaka alionayo ilikuwa ni fedha ya kulipa deni la mtu, ambayo na huyo mtu yuko ibadani na ameshajiandaa kumlipa deni lake, lakini Mungu anaitaka hiyo sadaka Alafu ananiambia nikatii, nikaitoa tu, alafu baadaye nikazungumza na yule ndugu kwamba nitampatia baadaye. Alafu kuna kitu kikatokea cha baraka sana mchana ule ule alipokuwa anaenda nyumbani, na nisikitaje? Kwa sababu bado hakijazaliwa, na nimemwombea na ninajua kabisa ya kwamba ni Mungu amekithibitisha na kitatokea sasa. Iwe, iwe, iwe kawaida yako, yani jiwekee utaratibu. Kuna watu wengi tunapishana na msaada wa Mungu dhidi ya watesi na baraka ambazo Mungu ameziandaa kwenye maisha, kwa sababu ya namna ambavyo hatuna utaratibu wa kutii maelekezo ya sadaka. Ukiwekewa maelekezo, una maelezo mengi sana kupangua hayo maelekezo, na Mungu huwa ananyamaza, anakuwekeaga tu maelekezo alafu anatulia Ukiweka mbwembwe nyingi ananyamaza, na anaendelea na wengine ambao watatii kwa wakati huo. Kwa ujitengenezee huu utaratibu, na tutaangalia mifano michache kwenye jambo hili. Muda wetu unakimbia, tutaangalia mifano michache kwa haraka tu. Andika mfano wa kwanza, mfano wa kwanza andika Yakobo dhidi ya mtesi Labani, andika tu hivyo alafu nikupe hii mistari tunapoisoma kuna jambo tutalielewa. Andika Yakobo dhidi ya mtesi Labani. Nimekueleza hii ni njia ya kushughulika na watesi kwa wepesi, na njia ya pili ambayo tunaitazama ni kujiwekea utaratibu wa kutii maelekezo ya sadaka, na mfano ambao tunautazama jioni ya leo ni Yakobo dhidi ya mtesi Labani. Alafu tuangalie Mwanzo ile sura ya ishirini na nane na ule mstari wa kumi na nane alafu tutasoma na sura ya thelathini na moja ule mstari wa saba mpaka wa kumi na tatu. Tuanze na Mwanzo sura ile ya ishirini na nane na ule mstari wa kumi na nane. Mwanzo ishirini na nane kumi na nane, anasema Yakobo akaondoka asubuhi na mapema akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo, na kumimina mafuta juu yake. Na kumimina mafuta juu yake. Thelathini na moja, sura ya thelathini na moja mstari ule wa saba mpaka ule wa kumi na tatu, Biblia inasema na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara kumi; lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Aliposema, walio na madoadoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema, walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu, na kunipa mimi. Ikawa, wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliowapanda hao wa, wa, walio wapanda wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo! Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua, basi, macho yako, ukaone; mabeberu wote wanaowapanda wanyama wana milia na madoadoa na marakaraka; maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Sema amen. Hii ni habari, nimeielezea hapa mara kadhaa, na leo sitaielezea kwa sababu ninajua tunaielewa vizuri, lakini ndani yake nataka uone namna ambavyo wakati Yakobo kwenye sura ya ishirini na nane ameamka kwenye ule usingizi, Biblia inasema mahali alipolala alitembelewa na Mungu na Mungu alipomtembelea alimweleza ya kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahim na wa Isaka. Muda huo Mungu alikuwa sio Mungu wa Yakobo bado. Leo tunasema ni Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo au wa Israeli, maana yake ni baada ya Mungu kujidhihirisha na kujifunua kwa Yakobo na kuwa na mahusiano na Yakobo. Lakini hapa ilikuwa ni bado. Kwa hiyo tukizungumza kitu cha mahusiano kati ya Mungu na Yakobo, ilikuwa bado hayako vizuri, kama ambavyo yalitokea baada ya, ya huyu ndugu kukutana na Mungu, na wanapokutana baada ya kupewa maelekezo kwamba nchi hii unayoikalia nitakupa wewe na uzao wako, na kuelezwa mambo mengi, nayo ni ahadi za Mungu. Biblia anasema alipoondoka asubuhi au alipoamka asubuhi akasimamisha jiwe alilokuwa amelilalia ambalo ni ya ile madhabahu ambayo ya, Ibrahimu aliwahi kuijenga miaka mingi nyuma, aliposimamisha lile jiwe akamimina mafuta juu ya lile jiwe. Swali so, langu lilikuwa Yakubu: kwa nini Yakobo amimine mafuta hivi? Yakobo nikichaa kwamba amimini tu yale mafuta, by the way yale mafuta ni pekee ambacho alitoka nacho nyumbani kwa baba yake, kana hayo mafuta alitoka na fimbo yake. Ndio maana kwenye sura ya kumi mstari sura ya, ya ya 32 mstari wa kumi anasema nilipotoka na nilipovuka Yordani nalivuka na fimbo yangu tu, sikuwa na kitu kingine. Lakini hapa tunaonyeshwa alikuwa na chupa ya mafuta pia. Sasa ile chupa ya mafuta ilikuwa ni ya nini? Usitake kujua sana lakini unachotakiwa tu kukijua ni kwamba pamoja na thamani ya hayo mafuta aliyamwaga chini. Kwa nini aliyamwaga chini? Ni kwa sababu moyoni alisikia maelekezo kwamba umekutana na Mungu, hakikisha unaachilia sadaka, chochote ulicho nacho. Akajipapasa akagundua nilicho nacho ni mafuta alafu akasikia na maelekezo ya kumwekea Mungu nadhiri, na hiyo ni sadaka inaitwa sadaka ya nadhiri ambayo unaamini pia na Jumapili, kila mmoja kwa kadiri ambavyo utakuwa unasikia moyoni, unaweza ukajikuta unaweka nadhiri, iwe uko hapa, iwe unatufuatilia kwa njia ya mahali popote u... moyoni, unaweza ukamu. Kwa sababu kitu kinachoend kinachoenda kutengenezwa, msharika wa Kijitonyama, fanya jambo unapofanya jambo fulani maana yake ni kile ulichoelekezwa. Sasa Yakobo alipo